Nilikuwa mbunge kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF. Eh, Mheshimiwa Tundu Lissu nimekaa naye bungeni kwa muda wa miaka kumi. Kwa hiyo namwelewa sana. Kwa hiyo mimi nimekuja leo hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekuja hapa leo. Ilikuwa ninaumwa, lakini kwa leo hali yangu niliyokuwa nayo nimeona nije kuhudhuria katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Eh, nimefurahi nimefurahi sana na ninawaambia Watanzania wote, nawaomba Tanzania na wote tumuunge mkono mheshimiwa Tundu Lissu. Nawaomba dini zote, mashehe wote, mafadili wote tumwombe Mwenyezi Mungu Tundu Lissu ashinde kesi na endelee mapambano, aluta continue. Tunaamini kabisa kwamba kesi yake ni kesi ya kubambikiwa, sio kesi ya haki. Na nimefurahi leo nimemwona rafiki yangu Tundu Lissu jinsi anavyojitetea ana, ana, anaonesha yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima, ni neema kwa Tanzania mzima. Hatuwezi kumsema mtume, lakini nasema ni mlisi wa watume ya Mwenyezi Mungu wote, ni mlisi wa mitume. Na wanazuoni wote wanaotumia taaluma zao kweli wanakuwa ni walisi wa mitume kwa sababu wanazuoni wote wanatetea haki, wanatetea eh, eh, elimu zao kwa ajili ya manufaa ya dunia, na mitume ilikuja kwa ajili ya kuisaidia dunia, na wanazuoni wote wana sheria, mainjinia wote wamekuja duniani kuitu, kuitumikia dunia, ili watu waishi maisha mema kwa hiyo namshukuru mheshimiwa Tundu Lissu anatumia taaluma yake ya kisheria kama Mwenyezi Mungu alivyopenda na mtume wetu Muhamadi alisema walisi wa, wa mitume ni wanawazuoni sio wana wazuoni wa dini tu ni wanazuoni wa taaluma zote ndo walisi wa nini wamituma ili watu wamjue Mungu yupo na haki hivyo na dunia hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumuunge mkono Tundulisu, yeye kajitoa kwa ajili ya kuitetea haki na demokrasia ya Tanzania. Asanteni sana asanteni sana <coughs>